Khuluu ni kwamba mwanamke kwa sababu au kutokuwa na sababu, akiwa tayari ameshaona kwamba hana haja ya kuishi na yule mume aliyemwoa kisheria. Ndiyo. Atasema mimi nataka kujivua. Ndiyo. Kujivua kwenye ndoa. Sahe. Yaani, kwa maana nataka niwe huru, mwanamke ambaye sasa siko katika ndoa tena. Sahe huko ndo kunaitwa khuluu au kujivua. Mm. Sasa hili linatimia vipi? Mm. Kwa yule mwanamke kumwaridhia mumewe kwamba mimi nataka kujivua njia. Na, njia. akisema na akisema yule mwanamume sasa akisema nimekubali. Mm. Naona na mimi pia nimekubali au na wewe pia nimekuvua. Mm. Itakuwa tendo la khuluu limeshatimia, isipokuwa sasa tofauti ya khuluu na talaka ni kwamba hii mm. kuna malipo atakiwa mwanamke mm. alipe hiyo, wanaita mm. kwa maana alipe kwa uchache mahari yake ambayo ameyatoa mm. yule mwanamme. Sasa akishayatoa yale mahari, basi itakuwa tendo la khuluu limetimia lime mm. Sasa swali linakuja kwamba je, khuluu ni kama talaka? Akilugha ni kama talaka <coughs> yeah. mm. kwa sababu talaka. talaka ni kuachana Sahihi. Unaona, mm. Lakini ye hukumu zake zinatofautiana mm. Sasa hapa kuna kauli mbili, kuna kauli wanasema kwamba khuluu ni talaka mm. na kuna wengine wasema khuluu ni khuluu, ina hukumu yake Taip. Nini athari ya tofauti hii? mm. Ndio hili swali aliuliza huyu ndugu yetu mm. Kwa mfano kamwacha talaka mbili Sahi. Kama angemwacha talaka tatu mm. sio kwa mkupuo Ndiyo. Kwa muhula mm itakuwa haruhusiwi kumuoa mke mwingine eh, kumuoa kuendelea naye yule mwanamke, mpaka aje kuoa mwanamke mwingine, halafu yule mwanamke ambaye alimwacha akawa hajawahi kuolewa, akaja kumuoa tena, baada ya kumwacha huyu wa pili, ndio au amefariki. mm. Sijui imeeleweka hiyo. Ndio yani kwamba mwanamke akiachwa talaka tatu, kwa kawaida, kwa sheria ya Kiislamu mm. Wewe huwezi kumrudia tena, hakuna rujuu mpaka aje kuolewa na, na mwanamume mwingine, halafu we mwanamume mwingine akubali kumwacha kwa hiari yake mm. au afariki, ndio anaweza kaja kuolewa na yule mume wa mwanzo mm. aliyempa talaka tatu Sahe. sasa kama ni kwa hawa wanaosema kwamba khuluu ni talaka, mm. Akimwacha mkewe talaka mbili akishampa na khuluu, mm. tayari zishakuwa tatu kabisa, haruhusi ku kumwoa tena tena, eh. Ama wale wanasema hapana, khuluu si talaka, mm. akimpa khuluu ya mwisho bado anahesabiwa mm. anaweza akamuoa tena. Sahihi. kama ikiwa muda wake wa eda umeisha, aweza kamuoa kwa ndoa mpya mm. Kwa hiyo hii ndio tofauti sasa kauli yenye nguvu ni hii ya pili lilizungumza. mm. kwamba khuluu sio talaka, kwa maana ukimwacha mwanamke talaka mbili, ya tatu ikawa khuluu, una nafasi ya kuja kumuoa tena. Unaona bwana? Ndio kwa hiyo eh, eh. mm. <laughs> hilo ndio jawabu la huyo ndugu yetu mm. alivyouliza. kama nimeeleweka hivyo.